Ni Profesa Idris Rai. Na mimi ni makamu mkurugenzi mtendaji wa baraza la vyuo vikuu la Afrika Mashariki A, ambalo makao makuu yake liko iko Uganda A, ili baraza la vyuo vikuu la Afrika Mashariki ni moja ya taasisi ya jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inahusika na masuala ya elimu ya juu. Moja ya kazi zetu ni kuunganisha vyuo lakini pia uh, watafiti na wanataaluma kutoka vyuo vikuu vya Afrika Mashariki kwenye kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinafaa kwa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hapa leo tumo katika mkutano wa kwanza kabisa wa moja ya mtandao ambao unawajumuisha uh, wanataaluma na watafiti kutoka vyuo vya Afrika Mashariki ambao wanahusika na masuala ya mtengamano wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hii huu mtandao wao unaitwa mtandao wa Afrika Mashariki wa taaluma na tafiti ambao unahusika na masuala ya mtengamano wa Afrika Mashariki a, tuko hapa na pamoja na wanataaluma kutoka vyuo mbalimbali kutoka Afrika Mashariki, nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki nane, ambao wamekuja hapa kuwasilisha mada mbalimbali mbali, za tafiti unahusiana na masuala ya mtengamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mada hizi zinahusiana na masuala mbalimbali kama vile ya biashara, uhamaji, uh, uh, wa wanataaluma kutoka nchi moja kwenda nyingine, masuala ya fedha, uh, common common uh, monetary union, uh, masuala ya political federation uh, au confederation ya mtengamano wa kisiasa wa Afrika Mashariki. Uh, kwa ujumla tulipokea makala kama zinakaribia themanini kutoka wanataaluma mbalimbali wa Afrika Mashariki katika vyuo vikuu. Lakini hapa leo, ambazo zinawasilishwa, jana na leo ni kama 30 hivi. Ziko ambazo zinawasilishwa hapa na watu wenyewe wanaita physical presentation. Lakini ziko ambazo zinawasilishwa kwa kutumia njia za mitandao. Aa, na watu wasilishaji wanaotoka nchi mbalimbali. Hata kule Democratic Republic of Congo wapo wengi pia. Somalia pia wapo. Lakini wengi wao kwa sababu tumefanya hapa hili kongamano au mkutano wa mwanzo wengi a wanatoka hapa katika Republic ya Democratic, no, United Republic ya Tanzania au Tanzania kwa ujumla. Kwa tupo uh, tulikuwa na mheshimiwa Balozi Ngumbi ambaye ni uh, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na uh, shirikiano ya Afrika Mashariki, ambaye alikuwa mgeni rasmi uh, kwa uzoefu wake katika kazi zake za Afrika Mashariki. Jumuiya ya Afrika Mashariki katuongoza sana natumefarajika sana na na ufunguzi wake na spichi yake hotuba yake ambayo ikaitoa katika ufunguzi. E, lengo letu kuu kama baraza la vyuo vikuu ni kuwakutanisha wanataaluma katika ngazi mbalimbali mbali, katika, katika fani mbalimbali mbali, ili waweze kutumia uwezo wao wa kufanya tafiti katika kutukwamua katika kutukwamua katika mtengamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. E, na tunatumia elimu ya juu tunatumia elimu ya juu na masuala husika katika kusukuma mbele mtengamano wa Afrika Mashariki. Kwa kifupi, hizo ndio sababu ambazo zimetuleta leo hapa sana. Kwa suala lako, a, wahusika ni jamii yote nzima. Tunachokifanya ni kufanya tafiti kwenye masuala ya utengamano wa Afrika Mashariki kwa lengo la kuandaa sera sera ambazo uh, zitapitishwa katika ngazi za juu uh, za maamuzi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na zikishapitishwa basi, uh, zitaweza kusaidia uh, mtu wa kawaida, uh, mwananchi wa kawaida katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa hiyo hapa tunachokifanya, watafiti wamefanya tafiti zao kwa kutumia taarifa uh, kwa kutumia data, sio tu kwa mawazo yao. Wamefanya tafiti wametumia muda mrefu, kwa hiyo mapendekezo yao yanatokana na data. Uh, kutokana na taarifa. Kwa hiyo mapendekezo yao ni muhimu sana. Kwa hiyo hayabakii hapa tu tukimaliza mwisho mkutano tutakuwa tuna maagizo, resolutions ya mkutano huu. Hayamalizi hapa yanakwenda kwenye sectoral council au sekta ya kikanda ya masuala ya elimu, uh, angaliwa pale. Alafu yanakwenda kwenye sec... yanakwenda kwenye, kwenye council of ministers ambayo ni ngazi ya juu kabisa ya kufanya maamuzi kwenye masuala ya Jumuiya yetu Afrika Mashariki. Wao oh, wanaangalia wakiona kwamba ni mazuri yanasaidia jamii yetu katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yeye anayapitisha, wakisha kuyapitisha sasa inakuwa ni jukumu la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuyafanyia kazi. Na kuyafanyia kazi kwa sababu yanahusiana ya na mambo yote ya mtangamano wa Afrika Mashariki, kila mtu anahusika. Yanamgusa kila mtu. Mm. So far taaluma na watafiti katika jamii wana, wana nafasi kubwa sana ya kuleta mabadiliko ya kuleta mabadiliko ambayo yanasukumwa na taarifa halisi za kijamii kupitia tafiti. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Huu ni mkutano wetu wa mwanzo hapa. Tumekutana, tumekusanya wanataaluma pamoja na policy makers au wanasiasa kutoka sehemu mbalimbali kama, kama sitini, na kwenye mtandao wako kama ishirini. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri E, mawasilisho ya makala mbalimbali yanaleta tija kama nilivyozungumza. Makala ambazo zinawasilishwa zimo katika maeneo mbalimbali yote, ambayo yanahusiana na masuala ya, ya, ya, ya mtengamano wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa kweli tunakwenda vizuri sana tena, na tuna matumaini, tumefurahi sisi ambao tumeshirikiana kuanzisha hii hii network, huu mtandao ambao unahusika na, na haya masuala tuna haya tunafurahi tunafurahi sana. Ni mara ya mwanzo mwanzo mgumu yeah, lakini kwa kweli kama mtoto akianza anazaliwa kwanza kalala, sisi tumeanza tunapiga mbio kidogo kidogo yeah. <laughs> kwa sababu tumeanza vizuri sana yeah. Tutaendelea tutafanya maamuzi tufanye mkutano huu kila baada ya muda gani na machapisho haya. Kwa leo wanafanya kuwasilisha wanawasilisha mada kutokana yeah, na tafiti zao baadaye watatayarisha machapisho maalum ambayo yataingizwa katika jarida maalum la mtangamano wa Afrika Mashariki. Jarida hili litaweza kupatikana kwa wanataaluma mbalimbali, mbali, wanafunzi na wanataaluma kutoka <tutu> wanasiasa katika kufanya maamuzi, katika kuangalia tafiti ambazo zimefanya ziwaongoze sasa katika kufanya maamuzi mbalimbali kwenye kuhuisha mtangamano wa Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki. Naitwa Dr. Neema Boke Mwita ni mwadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania, uh, campus school uu uh, iliyoko Mwanza. Tumekuja uh, kwenye, kwenye hii conference ya uh, ya mm, wasomi uh, na watafiti kwenye masuala mazima ya muungano wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Uh, mimi nilikuwa nachangia ama nimeweka uh, was, wasilisho langu uh, kuhusu muungano wa kisiasa zaidi. Uh, tunajua wote kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki haitaki tu kuungana kwenye masuala ya kiuchumi, lakini uh, maono yake na maono ya wazawa wale wazee wetu watatu wa zile nchi tatu za mwanzo Uh, za Jumuiya ya Afrika Mashariki walitaka tuungane zaidi ili tuwe na muungano wa kisiasa ambao tutakuwa na na tuweze, ku, tu, tuweze ku, ku, ku, ku, kutoa nguvu zetu ama uh, our autonomous, our sovereignty na kuiweka kwenye Jumuiya ambao tutashirikiana kwenye mambo mengi sana ikiwemo ya kisiasa. Kwa hiyo, nilikuwa na wakati mzuri na tunaamini kwamba watafiti na wasomi uh, wana mchango mkubwa sana katika kupaza sauti ama pia kuwafanya jumuiya yeyote ya Afrika Mashariki ikajua umuhimu wa kwa nini uh, jumuiya ya Afrika Mashariki lazima ifike kule ilikokusudia kufika ambapo ni muungano wa kisiasa zaidi. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo limekuwa ni la muhimu sana kwetu, kwa sababu tunajua vyuo vikuu kazi yake kubwa Uh, zaidi ya kutoa elimu, lakini pia ina mchango mkubwa sana wa kufanya utafiti, lakini pia na kuchangia kwenye maendeleo uh, ya nchi moja moja, lakini na jumuiya kwa ujumla wake.